Ndiyo, mheshimiwa. <laughs> Zahanati shilingi ngapi? Zahanati hii ni milioni hamsini. Kwa mwaka bilioni tano, eh. Nusu mwaka mnakusanya shilingi ngapi? Kwa nusu mwaka eh, kwa mujibu wa bajeti. Nusu mwaka itakuwa ni bilioni mbili. Bili. Pointi tano. Pointi tano, mheshimiwa, mmekusanya nyingi. Ndiyo, mheshimiwa. Zipo, mheshimiwa. Na zingine tayari tumeshaelekeza kwenye miradi ya mapato ya ndani. Na zahanati ya hapa? Kwa zahanati ya hapa tumekusudia kuiweka katika bajeti zinazofuatia hiyo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hapa, hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeipokea kwa ajili ya kuzingatia katika bajeti yetu ya mwaka unafuatia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 kwa ajili ya wananchi hawa wanateseka kwenda Igunga kutibiwa. Tumepokea maelekezo hapa. Kwenda Igunga ni kilomita ngapi? kutoka hapa mpaka pale Igunga kilomita ngapi? 25 25. Hawana hata zahanati. Milioni hamsini mmekalia, mmezikalia. Leta milioni hamsini hapa mpaka mwezi wa nne pawe tayari. Mkuu wa mkoa hapa simamie zahanati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 shamaliza hapa tatizo eh. Igunga oye! Mheshimiwa Ngasa oye! Eh, hii ni pesa ya mapato ya ndani. Maana yake nini? Hawa ndio wanalipa hizo kodi, wanalipa kodi, na nyie pesa mnazo, lakini uzuri miradi yenu yote mmempa mbunge na amefanya kazi mzuri mbunge, kuagiza fedha kutoka kule serikali kuu, kwa Dk Samia Suluhu Hasani. Pesa imekuja kwenye elimu, pesa imekuja kwenye afya, pesa imekuja barabara, pesa imekuja umeme, pesa imekuja maji. Hizo zenu hizi za hawa wananchi, taka milioni 50 mwezi wa nne zije hapa zijenge zahanati.